Oh bebi, karibu. Asante sana mpenzi, nimekuja kukutakia heri ya siku yako ya kuzaliwa. Wao, asante sana mpenzi. Na hii ni zawadi yako nimekuletea. Asante sana halafu, pia nilivyokuwa naenda kuchukulia zawadi nilimwambia rafiki yangu Alex atangulie kuja hapa ili tuje kusherehekea na wewe siku yako ya kuzaliwa. Jamani, shemu, unasiri. Sasa mbona hukuniambia kuwa umekuja kwa ajili ya kusherehekea na mimi siku yangu ya kuzaliwa? Sikutaka kuharibu surprise ya ndugu yangu ndio maana nikakwambia nimekuja kufanya naye mazungumzo ya biashara. Kwa kweli mmejua kunisurprise. Kwanza hongera sana shem kwa kuongeza mwaka mwingine wa kuyafurahia maisha. Asante sana shem, lakini hongera yako haina uzito mkubwa kama hongera niliyopewa na kipenzi changu. Hebu subiri kwanza Alex, ni kitu gani hicho umejipaka mdomoni? Oh, itakuwa ni tomato, maana kuna mahali nilipita nikala chips kabla sijafika hapa. Ina maana hukunawa baada ya kumaliza kula? Huwezi amini, nilisahau kunawa, maana nilikuwa nawahi kuja huku kwenye sherehe ya shemeji yangu. Sawa acha usiku, naomba niingie uani mara moja. Oh, mpenzi, uko sawa? Niko sawa, ni tumbo tu linanisumbua. Chausiku unafanya nini hebu acha kushangaa njoo kae hapa Samu yupo ndani Chausiku haya mambo unaomfanyia Samu sio sawa kabisa oh malaika Abeshe mambo poa karibu asante vipi mbona kama una wasiwasi hapana nipo sawa sikutegemea kama nikiwakuta wewe na Alex nyumbani muda huu Oh, tumekuja kumtakia Chausiku heri ya siku yake ya kuzaliwa. Oh, hata mimi pia, ila naomba niongee naye pembeni mara moja. Hamna shida, nyinyi nendeni tu. Dah, aisee, nilisahau kufunga maji chooni, hebu ngoja nikafunge mara moja. Sawa kaka. Hivi wewe hauogopi kukisi na rafiki wa mume wako, tena mume wako akiwa humu ndani? Kwa kweli, mwanzo nilidhani nampenda Sam, ndio maana nikakubali kuolewa naye, lakini baada ya kukutana na Alex mambo yakabadilika kabisa. Yaani, kila nikimwona najikuta naishiwa pawa. cha usiku, hivi unadhani siku Sam akigundua kuwa unamsaliti na rafiki yake itakuwaje? Sasa mimi nifanyaje, Malaika? na moyo wangu upo kwa Alex sasa hivi. Mimi sijui utafanyaje kwa kweli, ila nakushauri uachane na Alex ili usije ukavunja ndoa yako. Lakini kama moyo wako unataka kuendelea na Alex, hiyo ni juu yako, mimi wala sitaingilia maamuzi yako. Samahani Alex, naomba ukanichukulia dawa pale famasi, maana hili tumbo naona linazidi kunisumbua. Sawa kaka. Alex ameenda wapi? nimemwagiza famasi akanichukulie dawa. Oh. Zipi mume wangu? Uko sawa? Mimi sipo sawa mke wangu, kwa kweli tumbo linaniuma sana. Ngoja niende nikanunue maji ya kunywa hapo dukani kwa mangi, ili Alex akirudi nimeze dawa. Basi ngoja nikusindikize. Hakuna shida, wewe baki tu, si unajua leo siku yako ya kuzaliwa. Ngoja niende na Malaika. Sawa mpenzi. Malaika, naomba nieleze ukweli, ulikuwa unaongea nini na cha usiku mlivyoingia chumbani? Hamna, tulikuwa tunaongea tu mambo yetu ya kike. Sio kweli, kuna kitu kinaendelea ya kati ya Alex na cha usiku, na wewe unaujua ukweli. Hamna shem, unahisi vibaya tu, ila mimi sijui chochote kinachoendelea. Sawa, kama haujui kinachoendelea, ila ukweli nitaujua tu. Vipi mpenzi, tayari umeshapata hizo dawa ulizoagizwa na Sam? Ndiyo, nimeshapata. Kwani mgonjwa yuko wapi? Kasindikizwa dukani na Malaika kununua maji ya kumezea dawa. Kwa nini ameenda kununua maji dukani wakati ndani kuna maji ya kunywa? Labda anahisi maji ya humu ndani siyo salama, kutokana na hilo tumbo linalo msumbua, ndio maana kaamua kuenda kununua maji dukani. Achana naye, hebu njoo tuendelee na mambo yetu. Vipi mume wangu, umepata maji? Cha usiku, usinione mimi kama mtoto mdogo. Kuna nini kinaendelea kati yako na Alex? Bebi, unamaanisha nini? Mbona sikuelewi. Kwa taarifa yako, ninajua kuwa wewe na Alex mnanisaliti. Jamani mume wangu, mimi naanzaje kukusaliti? Tafadhali naomba usimwamini Malaika, najua atakuwa amekwambia maneno ya uongo huko nje ili atugombanishe. Nimemuuliza malaika lakini amekataa kuniambia ukweli, ila wakati mnaongea pale chumbani nilipita nikasikia mazungumzo yenu yote. Na baada ya kusikia yale mazungumzo, nilimtuma Alex akaniletee dawa ili nipate nafasi ya kutegesha kamera ya simu ambayo nilikuwa nimeiunganisha kwenye video call, na ilivyokuwa nje, nimeona kila kitu mlichokuwa mnakifanya.